Bilionea amfunika mwanamke mjamzito aliyetelekezwa. Hadithi ya utu usiku wa Nairobi. Mvua ilinyesha bila huruma juu ya barabara ya Tom Mboya, Nairobi. Watu walikuwa wamejifunika kwa makoti, wengine wakikimbia kutafuta kivuli, lakini hakuna aliyemwangalia mwanamke aliyekaa chini ya duka lililofungwa, mwanamke mjamzito mwenye uchovu ulioandikwa usoni kama alama ya mateso. Jina lake lilikuwa Acheng, na uchungu wa uzazi ulikuwa umeanza mapema mno. Alihema polepole pole, mikono ikitetemeka akijaribu kufunika tumbo lake kwa kitambaa chembamba. "Mungu wangu nisaidie tu leo," aliongea kwa sauti ya kukatika katika, lakini watu waliendelea kupita kana kwamba hawakuona chochote. Madereva wa magari ya kifahari waliendelea kupita haraka haraka wakitafuta maegesho, wengine wakibishana na maneno makali. Hakuna aliyeamini kuwa katika jiji ambalo lina mabilioni yakizunguka kila sekunde mwanamke mjamzito angeachwa peke yake katika uchungu. Ndipo gari jeupe lenye vioo vilivyotiwa giza lilisimama tarakibu. Mlango ukafunguka kwa upole, mwanaume mwenye suti safi ya kijivu, akishikilia mwavuli mkubwa mweusi alishuka. Alikuwa Bwana Jabali Mwangeka, mmoja wa mabilionea wachache wanaojulikana kwa uwekezaji wa kifadhili na miradi ya maendeleo. Alipomuona Achieng, uso wake ulijawa na wasiwasi wa kweli. Hakusita, aliufungua mwavuli juu yake na juu yake Achieng, akampatia joto na heshima ambazo ulimwengu ulikuwa umemnyang'anya. Acha nikusaidie, dada, huko peke yako, aliuliza kwa upole usio wa kawaida. Achieng akamwangalia, macho yakiwa na maumivu ya mshangao na machozi. Achieng alijaribu kuinuka, lakini uchungu ulimrekebisha chini mara moja. Alishika tumbo lake kwa mikono miwili, macho yakifunga kwa maumivu makali yaliyokuwa yakija kwa mawimbi mazito. Mvua iliendelea kumwagika juu ya barabara, lakini chini ya mwavuli wa Jabali kulikuwa na joto la huruma ambalo hakuwahi kupata kwa miezi mingi. Usijaribu kusimama, Jabali alisema kwa sauti tulivu lakini yenye mamlaka. Niko hapa sasa. Maneno yale yalimgusa Achieng kuliko angekiri. Alikuwa amezoea vichaa vya barabara, maneno ya dharau, Watu kupita kana kwamba yeye ni kivuli kisicho na thamani, lakini huyu mwanaume mweupe msafi, bilionea, alimuona kama binadamu. Unaitwa nani? aliuliza, huku akimsogelea zaidi. Achieng, jina langu ni Achieng Oteyen, akajibu akitafuta pumzi. Na mtoto ni wa muda gani? Karibu miezi tisa, lakini tangu jana nimesikia maumivu ya ajabu. Hakuna aliyenisaidia. Jabali akafunga macho kama mtu anayepambana na kitu moyoni watu wachache waliokuwa wakipita walisimama kutazama, wengine wakishangaa kuona bilionea mkubwa wa Kenya amejipinda kumfunika mama asiye na mahali pa kwenda. Dawa za maumivu? Jabali aliuliza. Achienga kati kisa kichwa. Sina kitu, sina hata pesa ya dawa. Jabali akainua simu yake mara moja. Sitakuacha hapa hata dakika moja zaidi, dada, umenisikia? Kabla Achienga jibu, uchungu mwingine mkali ulivunja ndani yake. Alipiga kelele ndogo ambayo ilimfanya Jabali kukunja uso. Haya hayakuwa maumivu ya kawaida, hii ilikuwa dharura. Jabali alimsaidia Achieng kwa upole, akamweka mkono mgongoni kama mtu anayeshika kitu cha thamani. Barabara ya Tom Mboya ilikuwa imejaa kelele, mamlaka ya usiku, magari ya matatu ya kipiga honi, wachunjaji wakikimbia kufunika bidhaa zao kutokana na mvua, lakini kwa Achieng kila sauti ilififia ndani ya mshindo wa uchungu uliokuwa ukiongezeka kila dakika. Dereva, fungua mlango wa nyuma haraka, Jabali aliagiza. Dereva kijana mwembamba aliitwa Kiprono alishuka mbio bila kuuliza swali lolote. Achienga alipojaribu kupanda gari mguu wake uliteleza kwa maji karibu aanguke. Jabali alimshika fasta, mashaki yake yakigusana na mvua iliyomwagika usoni kwa mwanamke huyo. Pole pole dada, uko salama, alimwambia kwa sauti ya fumbo, kana kwamba alikuwa akijisemea mwenyewe pia. Ndani ya gari kulikuwa na harufu ya usafi na viti laini vya ngozi vilivyopigwa joto, lakini Achieng' hakuona chochote. Maono yake yalikuwa yakipungua. Kila mara mtoto anaweza kutoka kabla tufike, alipumua kwa shida, macho yake yakitetemeka. Hatutoruhusu halo, Jabali alisema, akiwa ameshika simu tayari kumpigia daktari wake binafsi. Tunakimbia hadi Mater Hospital. Hii si siku yako ya kufa, wala si siku ya mtoto wako. Kiprono alifunga mlango kwa nguvu, akaingia upande wa dereva na gari likapiga mwendo wa kasi kupitia barabara za Nairobi zilizojaa maji. Lakini walipofika karibu na Moi Avenue, taa za trafiki zikawaka nyekundu na msongamano mzito kabisa ukawakumba. Hii haikuwa dalili nzuri. Achieng alichukua pumzi ndefu, macho ya kifumba, akitoa kilio cha maumivu kilichochanja kifua cha Jabali. Awa, hawakutakiwa kusimama hata sekunde moja. Msongamano uliwazunguka kama kitanzi. Magari yalisimama baga kwa baga, madereva wakipiga honi kwa hasira, wengine wakilalamika mvua ilivyoharibu mwanga wa jioni Nairobi. Ndani ya gari hali ilikuwa tofauti kabisa, kimya kizito kilichojaa hofu na maumivu. Achieng alianza kutetemeka, pumzi zake zikawa fupi fupi, macho yake yakikosa kuzingatia kitu chochote. Jabali, naumia sana aliongea kwa sauti ya dhaifu iliyojawa machozi ambayo hayakuwa ya mvua. Jabali akakamata mkono wake. Nisikilize Achieng, tutafika, nitafanya chochote, chochote kukuvusha hii usiku. Lakini maneno yale hayakuweza kuficha wasiwasi uliokuwa ukimtafuna moyoni. Alimwangalia Kiprono. Tafuta gia nyingine, hata kama ni kupitia vicholelo. Kiprono akatikisa kichwa, akijaribu kutulia. Boss, mvua imebomoa baadhi ya barabara na askari wa trafiki wanasimamisha magari ovyo, lakini nitajaribu. Achenga kashika tumbo lake kwa nguvu, mwili wake ukipinda kwa uchungu mwingine mkali uliopita kama kisu. Nina damu, Jabali. Nimeanza kusikia damu, Jabali. Kauli ile ilimfanya Jabali kukusa pumzi kwa sekunde chache. Damu, hilo lilimaanisha kitu kibaya sana. Alipiga simu haraka. Daktari Wanjuru, tunakwama kwenye msongamano, mwanamke mjamzito ana bleeding, nipe ushauri wa haraka. Sauti ya daktari ilisikika kwa uzito mkubwa sana, hiyo ni emergency ya kweli. Usisubiri hospitali, tafuteni pahali pa kujifungulia au mpate ambulance iliyo karibu. Huyo mama yuko hatarini. Achieng' aliyasikia maneno yale na akatoa kilio cha hofu kilichovunja moyo. Kwa mara ya kwanza, alishika mkono wa Jabali kwa nguvu, kama mtu anayeshikilia pumzi ya mwisho ya uhai. Kiprono aliona nafasi ndogo kati ya mabasi mawili ya Embassava yakijaribu kujipenyeza bila kupoteza muda alibadili gia na kusukuma gari kuingia upande huo kwa ustadi wa mtu anayejua maisha yanamtegemea. Honi zikapigwa, madereva wakapaza sauti, lakini hakuna aliyemjali usiku huo. Roho za achieng na mtoto wake ndizo zilikuwa kipaumbele. Ndani ya gari achieng alianza kupumua kwa kasi siyo ya kawaida. Jabali, siwezi, sitamaliza, alijikaza kusema huku macho yake yakiungana na mvua iliyopogoa kwenye nywele zake. Hapana, usiseme hivyo dada, alimwambia kwa upole ambao hakuwahi kuutoa kwa mtu yeyote kwa miaka mingi. Gari lilitia kona kali kuelekea sehemu za Globe Roundabout, lakini mvua ilikuwa imefanya matope na maji kujaa kila mahali. Mwanga wa taa za barabarani uliruka ruka juu ya uso wa Acheng, ukionyesha uchungu uliokuwa ukiongezeka kila dakika. Maji yangu yanatoka, Acheng alisema kwa sauti ya kukatika, uso wake ukionekana kupoteza rangi polepole. Pole. Jabali akafungua mlango kwa upande wake mara tu gari liliposimama vibaya karibu na vibanda vya uuzaji wa maua. Tutamnunua muda, Kiprono. Mtafute ambulensi ya karibu, hata kama ni ya binafsi. Lipa chochote wanachotaka. Achenga liinama, akishika tumbo lake hali akilia kimya kimya, sio tu kwa uchungu bali pia na uoga wa kupoteza ndoto ya kuwa mama kwa mara ya kwanza baada ya miaka ya mapambano. Jabali alimwangalia kama mtu aliyepoteza kila kitu kabla, na hakutaka kupoteza kitu nyingine tena. Kiprono aliwasha taa za dharura, akatoka nje bila kujali mvua iliyokuwa ikimchapa usoni. Alikimbilia upande wa barabara, akipiga simu kwa sauti ya hofu ambayo haikufanana kabisa na utulivu wake wa kawaida. Halo, tuna emajensi ya mama mjamzito anaye blid, tunahitaji ambulensi ya karibu haraka. Lakini Nairobi haikuwa na haraka ya mtu yoyote. Simu ya kwanza haikupokelewa. Simu ya pili ikajibiwa kwa kikwazo. Ambulance zote ziko kwenye assignments. Tutajaribu kutuma moja. Kutajaribu si msaada. Kiprono alipaza macho yake akielekea ya kwa Achieng aliyekuwa akitetemeka ndani ya gari. Ndani, Jabali alikaa karibu na Achieng, akishika mkono wake bila kuachia. Angalia macho yangu, aliambia kwa sauti ya utulivu uliofumika hofu yake. Pumua nami, tuko pamoja. Achieng aliangalia juu kwake, macho yake akiwa ya yamechoka lakini bado na mwanga mdogo wa matumaini Mbona unanisaidia Jabali? Wewe ni bilionea, mimi sina kitu. Jabali alizubaa kwa sekunde chache, kana kwamba swali hilo liligusa sehemu aliyokuwa amezika kwa miaka mingi. Huna kitu? Hapana dada, una uhai, na leo hilo ndilo jambo la thamani zaidi hapa. Kabla Acheng aseme chochote, kilio kingine cha uchungu kikamkata ghafla, mwili wake ukipinda mbele kana kwamba mtoto alikuwa akija haraka kuliko ilivyotarajiwa. Kiprono akarudi mbio, bos, hakuna ambulansi na kuja haraka, wanasema dakika 20 hadi 25. Jabali akasimama, macho yake yakibadilika, si ya bilionea tena, bali ya mtu aliyedhamiria kuvunja dunia yote kuokoa uhai. hatuwezi kusubiri dakika ishirini huyo mtoto anataka kutoka sasa. Jabali alifungua mlango wa gari kwa nguvu, mvua ikimchapa uso kama mawe madogo. Aliinua koti lake la thamani na kumfunika Achieng zaidi, kisha akapumua kwa nguvu kana kwamba alikuwa akijiandaa kwa vita. Tunaenda sasa hivi bila kusubiri mtu yoyote, alisema kwa sauti ambayo haikuruhusu upinzani. Kiprono aliangalia barabara iliyokuwa imejaa magari yaliyosimama bila mwendo. Bos, tutapita wapi? Hii barabara imekufa. Jabali akatazama kushoto, upande wenye vibanda vya uuzaji maua, mkanda wa matope na njia nyembamba inayopitia nyuma ya makazi yenye duka. Tutapita hapo. Lakini hiyo ni hatari, Kiprono alipinga, lakini tayari mlango wa nyuma ulikuwa umefunguliwa. Jabali alimchukua Achieng mikononi mwake kwa umakini wa mtu anayebeba kitu kinachoweza kuvunjika kwa pumzi moja. Alijaribu kumweka vizuri, lakini Achieng alilia kwa uchungu. mtoto anasonga haraka andi. Jabali alimtazama kwenye macho, nitakufikisha mahali salama kabla haijatokea, na kuahidi kwa jina langu. Kiprono hakusubiri amri nyingine, aliwasha gari Akakanyaga kanyagio hadi mwisho akilazimisha gari kupita katikati ya vibanda, maji na matope yakiruka juu ya vioo. Wauzaji waliita wengine, wakapiga kelele za hasira, lakini hakuna aliyekuwa na muda wa kuelewa dharura hiyo. Wakati gari likipenya kwenye njia ya nyembamba, mvua ilizidi, radi ikapasuka angani kana kwamba usiku wenyewe ulikuwa unajua maisha yalikuwa yananing'inia. Kisha ghafla, mlango wa mbele ukakwama kwenye shimo kubwa la maji. Gari likasimama kwa mshtuko. Gari lilipozama kwenye shimo lale kubwa, liliegemea upande mmoja kana kwamba lingelala kabisa. Maji yalikuwa yakipanda taratibu juu ya tayari, mvua ikiendelea kutiririka kwa nguvu. Kiprono alijaribu kulitoa akibadiligia mara kadhaa, lakini tayari zilizunguka bure, vile a vile dunia yenyewe iliamua kuwasimamisha. Bos, tumekwama kabisa, alitamka kwa sauti ya kushuka moyo. Jabali hakujibu aliweka Achieng' kwenye mapaja yake akamshika karibu zaidi. Uso wake ulikuwa mweupe kuliko kawaida, pumzi yake zikipungua. Na naogopa, na Achieng' ninong'ona, sijawahi kuwa karibu hivi, karibu kupoteza kila kitu. Hutapoteza chochote, Jabali alimwambia, ingawa sauti yake ilitetemeka kwa mara ya kwanza. sitakuruhusu Uchungu mwingine mkali ukampiga Achieng, akapiga kelele iliyomfanya Kiprono kutazama nyuma akishikwa na hofu. "Boss, mtoto anakuja sasa hivi." Maneno hayo yaliangukia moyo wa Jabali kama jiwe zito. Hakukuwa na daktari, hakukuwa na kitanda, hakukuwa na chochote cha msaada isipokuwa uamuzi wa haraka. Mwanamke huyu atajifungua hapa, alijisemea chini ya pumzi. Wakati huo huo, Taa kali za pikipiki piki mbili zikatokea zikikatiza mvua. Waliokuwa wanaendesha walikuwa ni vijana wawili wa bodaboda wanaojulikana na Kiprono, Musa na Kamau. Eh, Mungu, nini kinaongelea hapa? Musa aliuliza, macho yake yakitazama uzito wa tukio hilo. Jabali aliinua macho, akiwa amekumbwa na mvua na shinikizo. Tunahitaji msaada wenu. Huyu mama anataka kujifungua sasa hivi. Musa na Kamau waliporuka kutoka kwenye pikipiki zao, hawakuhitaji maelezo marefu, waliona macho ya Acheng yaliyokuwa yakitetemeka kati ya uchungu na uoga, na mara moja wakajua hii haikuwa hali ya kusubiri dakika nyingine. Mvua iko kali, lakini hapa tuna nafasi ya kumsaidia, Kamau alisema akivua jeketi yake na kumkabidhi Jabali, "Mfanyie makao ya kumzuia baridi." Kiprono akashuka ndani ya gari na kuanza kuondoa boksi na nguo zilizokuwa kwenye buti ili kutengeneza sehemu ndogo ya kuweka mgongo wa Achieng. Mvua ilikuwa ikiwachapa, lakini hakuna aliyekumbia. Huo ulikuwa usiku wa uhai na maamuzi ya haraka. Achieng alipiga kelele nyingine kali kali kuliko zote, mtoto anakuja! O, Mungu wangu! Jabali! Jabali alimshika mkono kwa nguvu akimwambia niko hapa Achieng, niangalie mimi, pumua, usiniache. Musa akakimbia hadi kibanda kilichokuwa wazi na kurudi na blanketi ndogo ya zamani. Hili litasaidia angalau kumpa joto mara mtoto atatoka. Dakika zikawa kama miaka. Achieng aliweka kichwa nyuma, macho yake akiwa yamejaa machozi, lakini pia ujasiri wa ajabu. Sitaki kufa, bado sijamuona mtoto wangu. Hutakufa, Jabali alijibu, macho yake akimvuja ya machozi ambayo mvua ilificha. Kisha Achieng alipiga kelele ghafla, mwili wake ukipinda na Kamao akapiga kelele ya kushangaa. Boss, ninaona kichwa, mtoto anakuja sasa hivi. Mvua, giza, barabara na Nairobi nzima ilionekana kusimama. Huu ulikuwa makati ambao hakuna angeusahau. Kelele za Acheng ziligonga katika giza la usiku, mvua ikidondoka kwa nguvu, lakini kila sauti ilibeba matumaini. Jabali alimshika karibu, akimwambia kwa sauti yenye nguvu, Pumua, pumua, mtoto wako yuko hapa sasa. Musa na Kamao walimsaidia kupumua kwa tahadhari, wakipanga blanketi na kuhakikisha mwili wa Achieng haupati baridi. Sekunde zilikuwa za mateso zilisogea polepole, pole. Kisha kilio cha mtoto mpya kikajawa hewani. Achieng alimkumbatia mtoto mchanga aliyelakwa kwenye blanketi la moto, macho yake yakiwa yamejaa machozi siyo tu ya uchungu, bali ya furaha isiyoelezeka. Jabali aliketi kando akipumua pumzi kwa nguvu, macho yake akiangalia ya Achieng na mtoto wake. Wewe na huyu mtoto wameshinda usiku huu, alisema kwa sauti ya ndani lakini yenye nguvu ya kumtuliza kila mtu aliona tukio hilo. Mara hiyo, wingu la mvua lilipungua, mtaa wa Tomboya ulikuwa kimya, akishuhudia muujiza wa usiku. Watu waliokuwa wamepita hapo awali bila kujua walikuwa wamesimama upande wakitazama kwa hofu na mshangao. Achenga alimkumbatia Jabali, sauti yake ikiwa nyororo, asante kwa kila kitu, kwa kweli wewe ni muujiza wangu. Jabali alitabasamu, macho yake akiwa na furaha ya kweli, si mali zake bali uhai aliyouokoa na upendo la dhati. Nairobi usiku huo ulikuwa ushuhuda wa kuwa moja ya hisia za kibinadamu, upendo, msaada na muujiza wa dhati unaweza kuleka mwanga hata katika giza lenye mvua zaidi.